Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya njema leo na sisi kukutana nanyi hapa. Sisi tumeanzia Mwanza kwenye uzinduzi wa kitaifa, tumetembea mikoa mingi hadi leo tumefika hapa, na juzi tulikuwa Zanzibar na Pemba tumefanya mikutano, tunaona hali za wananchi zilivyo mbaya. Lakini leo nitaanza kwa masikitiko na kauli ya Rais mstaafu ndugu Jakaya Mlisho Kikwete na mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Leo CCM walikuwa wanafanya mkutano Pwani. Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Jakaya Mlisho Kikwete ametoa kauli tata kwenye demokrasia ya nchi yetu, sisi tukiwa tumejitoa kimasomaso kuionyesha demokrasia ndani ya nchi yetu inatakiwa kuendelea kuwepo na kuilinda. Leo rais mstaafu mbele ya wananchi wa Tanzania na vyombo vya habari anawaambia Watanzania, CCM hawako tayari kuchanganya pumba na mchele. Yaani wabunge wote anataka wawe wa CCM. Ni masikitiko makubwa kwa kiongozi mkubwa kama Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kutamka kauli hizi katikati ya uchaguzi ndani ya nchi yetu. Nataka muisikie sauti hiyo. Sio kwamba tunasingizia. Nataka muisikie sauti ya Mheshimiwa Kikwete aliyeisema leo. Ni kauli ambayo inatweza utu wa demokrasia na kwangu mimi nimeona si kauli njema ya kuiacha ipite bure. Sasa naitafuta sauti yake hapa, ambayo ameongea maneno mazito, mpaka sasa hivi dunia na nchi inatafakari dhidi ya kauli ya Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete. Sasa, wakati naendelea kuitafuta sauti hii, naomba ndugu zangu mnielewe sisi vyama vya upinzani tupo kwenye demokrasia, sio kwa bahati mbaya. Naomba muisikie sasa. Kuchama, chama. hatuko tayari mheshimiwa rais na mgombea wetu kuchanganya pumba na michele katu, hatufanyi biashara hiyo. Asante sana. Nafikiri mmemsikia mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema hawako tayari Chama cha Mapinduzi kuchanganya pumba na mchele. Yaani sisi wapinzani ni pumba? Ni maneno ya kejeli kiasi gani, kwa kejeli wapinzani ambao leo wanazunguka nchi nzima kutafuta kura za wagombea wao wa udiwani, kura za wagombea ubunge na kura za wagombea urais wao. Kitendo hiki kwangu mimi kama mwenyekiti wa chama cha ADC kimenifedhehesha sana na tunamuomba Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ajitokeze hadharani kwenye umma wa Tanzania kuwaomba radhi kwa kauli tata mbele ya uchaguzi na katikati ya uchaguzi. Sasa tunafanya kampeni za kazi gani, kama wachanganyi pumba na mchele? Tunatafuta nini hapa? Leo tuko Dar es Salaam, Buguruni, tunatafuta nini Ilala? Tunachokitafuta kama wao hawako tayari kuchanganya pumba na mchele, mimi ningetegemea angesema tunakwenda kushindana na wenzetu, atakayeshinda atangazwe, atakayeshindwa abaki asitangazwe. Hizo ndo kauli za kidemokrasia na kauli za wanademokrasia waliokomaa kama mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Nimelisema kwa uchungu hili ili ajitokeze hadharani aombe radhi kwa kauli hiyo.